SHA vimeendelea kuripotiwa huku watu wawili zaidi katika eneo la Subukia kaunti ya Nakuru wakisimulia masaibu yao. Aidha, Lucy Gikonyo na Ezekiel Mwangi wakiwa wa punde zaidi kuripoti kupoteza maelfu kwa kuahidiwa kuwa usajili wa bima ya SHA utafanyika kwa niaba yao. Ivan Sasiba anaarifu. Ni nyumbani kwake Lucy Wanjeri Gikonyo mama wa miaka 61 katika eneo la maombi kabazi subukia kaunti ya nakuru miezi minne baada ya kulaghaiwa anakumbuka tukio hilo kama jana sasa wakanipati kutilia hapo wakasema wakasema wao wanarejisti SHA nikaongea nao nikaambia mimi sitaki SHA juu SHA inalipisha pesa mwaka mzima akania hapana hivyo mam wunalipa polepole mada mwingine alikuwa pandiki akaja mam kuja nikuonyeshe ni kwa mama kwa hiyo msichana. Ni simlizi inayowana na ile ya Ezekiel Mwangi aliyepoteza shilingi elfu kumi na nne. Niliona hiyo gari ikaniita pale kwa barabara, alafu nikajitokezea mimi mwenyewe nikakuta hiyo madam na madreva na kuna wengine walikuwa nyuma walikua tambua hata wakati huu huyo madam mwenye tulikuwa tukiongea naye. Aliniambia ametoka Kiruguja na ameajiriwa kazi na serikali na anaenda field akiandikisha watu kwa SHA. Lucy Gikonyo alipoteza shilingi laki mbili na elfu 69,550 pesa alizokuwa amehifadhi katika akaunti yake ya Mshwari na Mpesa. Niuliza hiyo ID, ID number mm, na Mpesa niuliza hiyo si nikuregister; unaregister si lazima uwape na ID number, nikawapea mm, namba na na na na phone number sasa wakalizisa sasa, mwisho ya sasa pesa yangu ilipotea hivyo. Sasa kurudi kuangalia laini, wametoa pesa yangu imeenda hivyo, nikapata sina laini na sina, kama sina laini sina pesa. Kuja nikakuta mzee amefurahi sana, akaniambia eh, ee, mama nimejiandikisha SHA, nikaitwa na watu pale wako na gari lakini wako na nguo za SHA iko na blue hapa, na nimeandikishwa hapa SHA. Kuna msichana mwingine mweupe eh, ee, msichana mweupe kama mzungu ameniandikisha. Nikamwambia buleta hiyo akanionyesha makaatasi nikamwambia, baba Sami umekona, mzee wangu umekona. Ni hapa ambapo Lucy Gikonyo aliibiwa zaidi ya shilingi elfu mia mbili sitini na walagai hao waliojifanya wafanyikazi wa SHA, sasa akiwa mwenye matumaini ya kupata haki baada ya kukamatwa kwao. Evan Sasiba, runinga ya Citizen, Kabazi, kaunti ya Nakuru.